Ukisoma okay, Biblia yako kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa kumi na sita na kwa ile mstari wa kumi na sita kuendelea, tunaona tuna kisa pale cha Paulo na yule binti kijakazi ambaye Biblia inasema alikuwa anawanufaisha mabwana zake kwa kuwabashiria kwa mambo mengi enzi hizo katika ule mji wa Efeso. Neno la Mungu linasema baada ya Paulo kukemea ile roho, uh, ndipo mji mzima watu, watu wakuu wakuu wakamwendea Paulo na watu mbalimbali ambao walikuwa wananufaika na utabiri na ubashiri ule kijakazi wakawapeleka sokoni na kuwapiga kwa mapigo mengi sana. Biblia inasema wakawakamata Paulo na Sila na kuwaweka gerezani. Katikati ya usiku mnene, Paulo na Sila wakawa wanasifu na kuabudu, wakiwa wamefungwa katika mikatale. Mikatale ni pingu ya mbao ya ambayo mba inatobolewa, unaingiza miguu na mikono. Walipokuwa wanasifu na kuabudu, ghafla tetemeko likaja likapiga misingi ya ile gereza. Biblia kusema kwamba ilipiga kuta wala paa wala bati wala nguzo ila ilipiga misingi ya gereza na vifungo vikalegezwa na malango yakafunguliwa. Mwezi huu wa kumi na mbili ni mwezi wa familia. Tuna kauli mbiu inasema, tunakataa kumaliza vibaya elfu mbili na ishirini na tano, mimi na familia yangu tumekuwa katika maombi mazito ambayo pia yameanza, uh, siku ya leo katika mfungo wa siku 21 tukidili na misingi na vifungo na malango ya familia ambayo yamekuwa teso kwenye familia zetu kwa muda mrefu. Ninafahamu kwa wakazi wengi ambao wanakaa kaskazini, ni mwezi ambao wanakuja kuonana na familia zao. Kunakuwa na vikao kunakuwa na sherehe mbalimbali mbali, lakini mimi kwa neema ya Mungu, Mungu ameweka mzigo mzito ndani yangu kwa ajili ya kuombea familia zetu kwa kina. Kama wewe ni mzee kwenye familia au kwenye boma, kama wewe ni mzaliwa wa kwanza, kama wewe ni mbeba riziki na mtu ambaye unategemewa kwenye familia yako, lakini kama wewe ni yule ambaye unaiombea familia yako kwa mzigo kuliko watu wengine, unahitaji kuhudhuria kila siku. Eh, ndani ya siku 21 ambayo tutahitimisha na mkesha mkubwa tarehe 31 wa kumwaliza mwaka, tunakuwa na lisali moja every day kwenye madhabahu ya Mungu katika senta yetu ya maombi na maombezi iliyoko nyuma ya sekondari ya Kiboroni, hapa tunazungumzia Moshi Kilimanjaro, nyuma ya sekondari ya Kiboroni kuanzia saa kumi na moja jioni mpaka saa kumi na mbili na mimi kila siku ndakuwa naongoza maombi hayo ya lisali moja. Kwa nini mji mzima ulimkamata uli, uli Paulo? Kwa sababu Paulo aligusa mtu ambaye alikuwa na roho ya mji ule ndani ya yule kijakazi. Kulikuwa na, na roho wa ule mji. Kuna kitu kigusa kwenye familia yako kama Gideoni alipobomoa madhabau ya babake ambayo babake aliinua madhabau ya bahari, basi familia ikaokolewa na taifa likafunguliwa. Kuna mahali ukigusa ni msingi wa familia ma, na, na msingi ule ukiguswa vifungo vinafunguliwa, na vifungo vikifunguliwa malango yanafunguka. Nimekuja hapa kukualika popote ulipo. Unapokuja Moshi wakati huu usifanye mchezo. Wewe njoo upige magoti, omba kwa ajili ya familia yako, omba kwa ajili ya mbeba maono wa familia yako, omba kwa ajili ya watu wenye hati makubwa kwenye familia yako, omba kwa ajili ya kizazi kijacho, na Mungu wa mbinguni ataikumbuka ya familia yako, na maisha yenu yatafunguliwa, vile vitu vilivyokwama kwa muda mrefu na kuhakikishia naenda kufunguliwa safari hii na mimi nasema, mimi na wewe tunakataa kumaliza 2025 vibaya, sisi na familia yetu, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Anaongea na wewe ni Apostle Emmanuel Malisa. Mungu wa mbinguni akubariki, na karibu sana, na maisha yako na maisha ya familia yako hayatabaki kama yalivyokuwa. Shalom, shalom.